Nina jambo, nina jambo. Mwezi wa saba nategemea kuoa, mnasemaje? Mwezi wa saba nategemea kuoa na nimeshapata mchumba, pita kule mchumba wangu. Aha, mjaelewa. Aha, sawa, namuoa ana. Nilifunga ndoa mwezi wa saba mwaka elfu mbili na tatu. Sasa mwezi wa saba mwaka elfu mbili na ishiri na tano nitakuwa nafikisha miaka ishiri na mbili ya ndoa, na harusi yangu ilifanyika tarehe kumi na mbili mwezi wa saba mwaka elfu mbili na tatu. Lakini tukaangalia tarehe kumi na mbili mwezi wa saba mwaka elfu mbili na ishiri na tano itakuwa Jumamosi mwaka huu, na mi nilifunga Jumamosi mimi

Wakati wengine wanahangaika, mimi nahoa huyu huyu tena. Basi nitakuwa na mvesha pete ya ndoa. Nategemea ile sherehe ya ndoa itafanyika kwenye boti, itafanyika kwenye boti, ikiwezekana kutokea Dar es Salaam mpaka Zanzibar. Tuna cruise, tutakuwa tuna cruise na tutakuwa tunakula kule nyama choma, mishikaki, mkiwa na bwana harusi Nikola Usuguye na bibi harusi Ana kuna watu watapata neema kuingia. Natangaza kuanzia leo, kadi ya chini kabisa kuingia, kadi ya chini ya mtu kuingia kwenye ile boti kuwa na mimi kwenye ile sherehe itakuwa laki tatu tu, honest kabisa. Yani kiukweli ninaenda kufanya hiyo sherehe kwenye boti. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo e, wewe kijana mwenzangu na mchumba wako, endeleeni tu kukaa katika uchumba, kama vile mnasomea udaktari. Mimi naenda kuoa sasa hivi muna mwaka wa tano, mpo kwenye uchumba mwaka wa sita, basi Suguye anaenda tunaenda kuoana.